Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa na update nyingine. Naona hii issue ya hawa wadada kumfanyia walichomfanyia mwenzao kisa Mwijaku ni kitu ambacho kimewagusa watu wengi sana, kwa sababu ukiangalia ni kwamba hawa wadada, kuna huyu dada anaitwa Mary ambaye ni mchepuko wa Mwijaku, baada ya kugundua kwamba rafiki yake, naye pia anachepuka na Mwijaku ambaye Mwijaku mwenyewe ni mke ni mume wa mtu e, ni kwamba alichomfanyia huyo rafiki yake ni mazito kweli kweli, kiasi kwamba tunaona kwamba alimvua nguo alimwagia maji e, lakini pia kuishia hapo alimkata mako vikali kile ambacho kimemkuta huyu bidada huko chuoni. Kila nikifikiria kwa ujinga niliyoona leo. Yaani, msichana anaweza kukodi kikundi cha mashoga zako kwa ajili ya kumdhalilisha mwenzako sababu ya mume wa mtu. Mume wake aka ametulia kwenye jumba lake kasi lake la bilioni 1.3. Mwenye katulia. Pengine sasa hivi anaangalia hizi video na mume wake wanacheka. Nye huko, ah. <laughs> <laughs> Yule, japo yule aliyepigwa alikuwa anaonekana mnyonge, lakini bora mimi niwe yule aliyepigwa, lakini oh maisha jamani, wanajua mnasoma hata mna huo mda. Kila siku nasema msichana, tafuta cha kufanya usizalilike, tafuta cha kufanya, tafuta kazi, tafuta biashara, uza hata pipi. Eh. Aya, mambo ya kusubiri mtu akupe mtu akupangie paka. Ya, yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukizila comment, na vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.